Tupo Mbeya, tumetoka Mbeya, tumeanza safari yetu ya kwenda Kitulo. Safari yetu ilianzia jana kutoka tuka Dar es Salaam jioni tukafika tuka Mbeya saa kumi na mbili, sikosei, tukalala Mbeya, na asubuhi ya leo tumeanza safari ya kwenda hifadhi ya taifa ya Kitulo. Hapa ni njiani kwenye milima hii ambayo ni sehemu ya njia au barabara kuelekea hifadhi ya taifa ya Kitulo. Twenzetu Kitulo, twenzetu Kitulo, twenzetu Kitulo. Kitulo! ni kilometa sifuri pointi tatu kuingia hifadhi ya taifa ya Kitulo na makao makuu ya hifadhi ya taifa ya Kitulo. Twenzetu Kitulo, tumeshaingia, yani tumesha ingia Kitulo. Mboso kani. Naamu.

Karibu sana Mbosso. Asante sana. Karibu kwenye hifadhi ya taifa ya Kitulo. Asante sana. Yeah. Mimi naitwa Hari Gazi nikuwa hii hifadhi. Ndio. Na moja wapo ya hifadhi ambazo tutazipigia kura katika hii kampeni yetu ya vote nao. Ndio. Eh, ni hifadhi ambayo inavutia na kila kitu na tunakutambua kwamba wewe ni mmoja wapo wa wadau wa hii hifadhi kwa sababu uh, kama sijakosea umefanya shughuli yako katika hifadhi. Kabisa. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana. Asante sana. Napenda unakaribisha sana katika hifadhi ya taifa Kitulo. Na lengo letu la kufika hapa siku ya leo siku ya tarehe tatu mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano hapa katika hifadhi bora nzuri kabisa, hifadhi ya taifa Kituo, ni kwa ajili ya uzinduzi maalum, uzinduzi rasmi kwa kampeni yetu kubwa kabisa kupata kutokea katika shirika la hifadhi za taifa Tanzania. Na hii kampeni tunaitambua kwa jina la Vote Now. Ningependa kuchukua fursa hii kuwahamasisha watanzania wote watupigie kura na watembelee hifadhi hii. Uwepo wangu hapa leo kwenye hifadhi ya taifa ya Kitulo, nimekuja kama Mtanzania ambaye ni mzalendo ambaye nina kila sababu ya kusupport juhudi za Mheshimiwa Rais mama yetu mama Samia Suluhu Hassan aa, kwenye kutangaza utalii wa ndani ya nchi yetu. Mimi nilikuwa hapa Kitulo kama miaka mitatu kama sio minne nyuma. Niliwahi kuja hapa na niliweza kushuti video yangu ya wimbo wangu wa Tamu. Uh, kwa nini nilichagua kuja kushuti Kitulo? Hakuna mtu alinishawishi nije kushuti Kitulo ila nilivutiwa na Kitulo nikaona nina kila sababu ya kuja kuishuti Kitulo na kuitangaza kufika sehemu tofauti tofauti. Tutumia nafasi hii ku, kupiga kura, kwa sababu tukipiga kura tuzo zinakuja nyumbani na heshima inakuja nyumbani na tunaweza kuitangaza nchi yetu kimataifa zaidi. Tunaamini Watanzania, nikipiga kura tunaweza kushinda. Kura ziko kwenu ushindi huku kweli. Nawaomba Watanzania wenzangu wezangu, uh, tukiungana na mimi mwenyewe pia kwenye kumsupport uh, mama yetu mama Samia Suluhu Hassan kwenye kutangaza utalii wetu, tupige kura, tupige kura. Hifadhi uh, zetu za taifa zimeingia kwenye kuwania tuzo. Tupo kwenye categories ambazo tukishinda tunachukua tuzo nane. Naomba, ni heshima kubwa sana kwa. Naomba niungane na Watanzania wenzangu niungane na Tanapa na mama Samia Suluhu Hassan kuipigia kura Tanzania na vivutio vyote vya Tanzania na National Parks zote za Tanzania kwenye kuwania tuzo hizi tuweze kuzileta nyumbani. Asante.